Sasa juzi, naona kiongozi anasema ati hii kura ijayo tusipofanya vizuri, ile 2007 itakuwa kama Christmas party. Hata ukiwa na queue ya aina gani ya uongozi, hata ukiwa na njaa aina gani ya uongozi, nawaomba viongozi wenzangu, let's preach peace in our country, tukemee kabisa mambo ya ukabila mambo ya chuki, mambo ya fitina, tujenge nji yetu hapa. Njoro pamoja na Molo, pamoja na maeneo ya bonde la Ufa, na kule kwetu Bungoma, sisi ndio tunajua, na tuko na testimony on how tribal clashes can bring an economy of an area to a heritage. Sisi sasa Spika, tukisikia mtu anaongea ukabila, tunasema hiyo pepo ashindwa katika jina la Yesu Kristo. Tukuje pamoja, tupendane na tuache ukabila. Na Father pia sisi tuko tu hapo, sababu kama kuna watu ambao wanaelewa effect na impact ya ukabila na kugawanya watu ni watu wa Njoro. And don't vote vote because of hatred. Don't vote because of anger. Kuna watu wameshikwa na hasira mingi. Sisi Waluya tunasema hasira inaweza kuua lakini haiziki. Tushikane pamoja tupeleke mambo ya maendeleo katika nchi yetu ya Kenya. Mimi kama aingekuwa tumewacha ukabila, siningekuwa kureso